Nipende kuwapongeza madiwani wote ambao mmechaguliwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025. ushindi huu ni uthibitisho wa imani walioonyesha wananchi kwa kila mmoja wenu, hongereni sana <laughs> vile vile, nichukue nafasi hii kumpongeza mheshimiwa mbunge wa jimbo la Monduli ndugu yetu mheshimiwa Isaac Joseph Gobriano kwa ushindi wake na kuendelea kuwa sehemu ya baraza hili la halmashauri ya wilaya ya Monduli, kwani ushiriki wake utaongeza nguvu na mwelekeo mpya kwa maendeleo ya wilaya yetu hii ya Monduli. Hongera sana mheshimiwa. Vilevile nichukue nafasi hii kukupongeza wewe mwenyekiti, kwa kuchaguliwa kuongoza baraza hili tukufu pamoja na makamu mwenyekiti sambamba na wenye viti wa kamati ambazo wamezitaja hivi punde, niwapongeze na nitumie nafasi hii kuwaambia kwamba ni matumaini yangu kwamba mtatumia nafasi zenu kwa uadilifu, hekima na uwajibikaji mkubwa. Vilevile nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi wote wa Monduli pamoja na wageni waalikwa ambao mmehudhuria baraza hili la kwanza. Vilevile vile, nishukuru kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya kwa namna ambavyo tulishirikiana nao katika shughuli ya uchaguzi uchaguzi ule mkuu, lakini na uchaguzi huu ambao umemalizika hivi punde, nawashukuruni sana. Mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa mwenye madiwani, ni muhimu niweke jambo moja wazi, ndugu zangu, hii ni wilaya yangu ya kwanza kwa nafasi ya mkuu wa wilaya lakini sina ugeni katika usimamizi wa shughuli za kiserikali. Mheshimiwa Rais aliponiteua aliamini kwamba nikishirikiana na viongozi na wananchi wa wilaya Monduli, tunaweza kufanya jambo la kimaendeleo katika lakini, vile vile sitarajii kuona changamoto nilizoziona huko tulizo tulikotoka kwa maana ya baraza lililotoka zitajitokeza kwenye baraza hili kwa mwaka 2025 2030. Sote tunajua katika madiwani 28 na asilimia 36 tu ndio tuna madiwani wapya, lakini asilimia 64 ni madiwani ambayo wamerupia. Kwa upande wangu ningependa niseme mambo machache waheshimiwa madiwani lakini siku nyingine nitakapopata nafasi ya kualika kwenye baraza nadhani nitaongea mambo mengi. Mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa mwenye madiwani, nikivipenda nilizungumzie swala la mapato. Lengo letu la kwanza kama halmashauri ni kutoa huduma kwa wananchi, na ili tutoe huduma kwanza, lazima tuzingatie na tuipe kipaumbele swala zima la makusanyo. Uhai halmashauri ni mapato. Ndugu zangu waheshimiwa madiwani, natamani mzingatie mambo yafuatayo. Kwanza, tuwe na ubunifu wa vyanzo vili vya mapato, lakini jambo la pili, tusimamie kwa umakini vyanzo vilivyopo. Jambo la tatu ni ufuatiliaji wa karibu wa taarifa sahihi wa kila chanzo cha mapato. Mapato yale ni ya halmasha mapato ya halmashauri sio mapato binafsi ya kila mmoja. Hivyo mapato tutakao kuwa tunayapata kwenye halmashauri yetu yatatumika kwa ajili ya kufanya maendeleo ya wananchi na sio maendeleo binafsi. Lakini vile vile nizungumzie jambo la matumizi. Kwa upande wa matumizi wa fedha za halmashauri ni lazima yaendane na sheria na taratibu zilizowekwa. Lazima tuhakikishe kwamba tunabana matumizi bila kuathiri shughuli za maendeleo. Msipokee rushwa, mnatakiwa mwajibike. Mimi kama mkuu wa wilaya sina diwani wa tumboni wala diwani wa kuokoa. Diwani atakayetaka kufanya ushiriki, kuonyesha ushirikiano katika kutekeleza majukumu yake, na mimi niko tayari. Sawa sawa, ofisi yangu iko wazi.